ya Dhulhijja. Na haya masiku ya mwanzo ya mwezi wa Dhulhijja ni masiku ambayo yamekuja katika hadithi maarufu, Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam akielezea fadhila na ubora wa masiku hayo ya kuwa matendo yatakayofanywa katika masiku hayo, matendo hayo ni bora kuliko matendo yatakayofanywa katika siku zingine zisizokuwa hizo. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah tabaraka wa taala, qala nabiyuna sallallahu alayhi alaih wa sallam.

Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam katika kubainisha ubora wa siku hizi kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja thul anasema ma min ayamin, hakuna masiku yoyote ambayo al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, siku ambazo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa taala kuliko masiku haya kunyu. Ma min ayamin aliposema alayhi salatu wasalam, ma min ayamin ay la tujadu ayamun, maana yake ni kuwa hazipatikani siku ma tujadu ayamu fi sana i la tujadu ayyam fi sanati kulliha, hazipatikani siku zozote katika mwaka mzima, siku ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda matendo yanayofanywa katika siku hizo akthar min hadhihi al-ashr siku ambazo Allah anapenda zaidi matendo katika siku hizo kuliko siku hizi kumi za kwanza za mwezi wa Dhulhijja. Sasa wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza maneno haya, masahaba walikuwepo wanasikia na kuna mambo ambayo wao wanayafahamu ni mambo yaliyokuwa bora katika dini yetu. Masahaba wakashangaa na kustaajabu maneno haya ya mtume alayhi salatu wassalam, ikawabidi sasa waulize, kama anavyosimulia qalu, wakasema yaani, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakasema kumuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, walal jihadu fi sabilillah? Yani, ya rasula Allah, hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa taala? Yani matendo mema katika siku hizi kumi yanazidi hata malipo ya jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa taala. sasa masahaba wao wanafahamu fadhila zinazopatikana katika jihadi, kupigana vita kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Lidhan ta'ajjab kwa sababu ya ufahamu huo, wakaona ni jambo la ajabu, inakuwaje? Li anna al jihada min a'zami al a'mal, jihadi ni katika matendo yaliyokuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa taala ndio wakamuuliza ili waweze kufahamu inakuwaje hapa baina ya matendo yanayofanyika katika siku hizi kumi na yule ambaye amepigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah, walal wala ljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah mwenye kupigana jihadi katika njia ya Allah atazidiwa na mwenye kufanya matendo mema katika siku hizi siku hizi kumi. Qala alayhi salatu wassalam, mtume alayhi salatu wassalam akasema walal jihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaani yule atakayefanya matendo mema katika siku hizi kumi malipo yake na ubora wake ni zaidi ya yule ambaye amepigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha alayhi salatu wassalam akafanya istithna, akavua baadhi ya hali. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsi, ametoka yeye mwenyewe binafsi yake, ametoka kwa ajili ya kwenda kupigana vita, kwa ajili ya kwenda kwenye jihad, wa malihi, na mali yake, akatoka yeye binafsi yake, lakini pia mali zake akazibeba kwa ajili ya kuwa mali hizo zitumike katika jihadi hiyo ambayo yeye anakwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema falam yarji' min dhalika bishai, kisha asirudi na chochote katika hilo, yani kisirudi chochote katika hilo, yeye mwenyewe aishie huko, bimaana apate shahada huko, auliwe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na mali zake zote ziishie huko bi maana zitumike katika jihadi hiyo katika kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay, maana yake kwamba hatta al jihadu la yusawi fadl al-amal fi hadhihil ayyam, hatta jihadi, hatta jihadi haifanani malipo yake na yule atakayefanya matendo katika siku hizi kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, illa idha kharaja al-insan mujahidan isipokuwa pale ambapo mtu atatoka akiwa ni mujahid, ni mwenye kupigana vita kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, na akaitanguliza nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, hivyo hivyo mali yake akaiingiza katika jihadi hiyo lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Allah pia azza wa jalla wa lam yarji bishai kisha nafsi yake isirudi bi maana usushhida, yeye akapata shahada huko na mali yake pia ikateketea katika vita hivyo. Sasa ni matendo gani ambayo yanapendezewa kufanywa katika masiku haya? Matendo mema ni mengi sana. Almuhimu Muislamu anatakiwa ajitahidi afanye juhudi kufanya kila lile ambalo analiona ya kuwa yuqaribuhu ila llahi azza wa jalla, lamkaribisha yeye kwa Allah azza wa jalla. Kila jambo ambalo analiridhia Allah subhanahu wa taala, analipenda Allah subhanahu wa taala, au amewahusia waja wake wafanye jambo kama hilo, basi mwanadamu anatakiwa ajitahidi katika kufanya matendo mfano wa jambo kama hilo. Miongoni mwa hayo matendo ambayo yanatakiwa kufanywa ni kufunga, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineyo katika matendo mema. Matendo katika siku hizi tudhaaf, matendo huzidishwa malipo yake, malipo yake yanakuwa ni maradufu wa turfau darajat, lakini pia watu hunyanyuliwa daraja wale ambao watafanya matendo mema yenye kumridhisha Allah subhanahu wa taala katika siku hizo. Watukfaru sayiati, hivyo hivyo makosa nayo husamehewa wale ambao wamefanya makosa mbalimbali kumkosea mola wao subhanahu wa taala. Basi huu ni wakati wao wa kufanya matendo yaliyokuwa mema, kwani miongoni mwa fadhila zinazopatikana ni waja kusamehewa makosa yao waliyomkosea muumba wao Allah subhanahu wa ta'ala. wa, wa aidan watukubalu du'a, duaa zinakubaliwa katika siku hizi, watu wakithirishe duaa kutokana na matatizo yao mbalimbali waliokuwa nayo waelekeze shida zao kwa Allah subhanahu ta subhana ta wa taala. Kwani yeye Allah subhanahu wa taala ndiye ambaye anastahiki kuelekezewa shida zote ambazo zinawafika wanyawake. Anza kwa kumpelekea shida zako mola wako subhanahu wa taala, najitahidi sana katika masiku haya, kwani miongoni mafadhila zinazopatikana katika masiku haya ni kuwa tukbalu addua, dua zinakuwa ni zenye kukubaliwa katika siku hizi. Wa aidan wassiyamu wassadaqat, tukithirishe kufunga, lakini pia sadaqa, watu wawe ni wenye kutoa sadaqa.

wa matendo yaliyokuwa bora katika yale matendo yenye kufanywa katika siku hizi, adhikiru wa takbiru, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuleta takbira, kumtaja Allah na kuleta takbira, kwani anasema

katika siku hizo kumi min attahalili wattakbiri wattahmid. Kithirisheni tahalila la ilaha illa Allah, kithirisheni takbira Allahu akbaru, kithirisheni tahmid. Ayuha ayuhalmuslimuna ibadallah, miongoni pia mwa mambo yaliyokuwa bora katika yale yenye kufanywa katika siku hizi na yanapendeza kufanywa kwake asiyam ifunga, wakhasatan yauma Arafa, hasa hasa siku ya Arafa. Mtu anaweza akafunga siku zingine, lakini hasa ni siku ya Arafa. Hii ni siku ambayo muislam hapasi kabisa kuacha kufunga siku hii. Na Arafa ni siku ambayo yaqumu nnas, watu wanasimama katika viwanja vya Arafa. Hiyo ndiyo siku ya Arafa. Kwa hiyo hasa watu waichunge siku hii, pale ambapo watasikia watu wamesimama katika viwanja vya Arafa, basi wao wanatakiwa siku hiyo waamke wakiwa wamefunga.

an yukaffira sanata allati qablahu, kufuta. Yaani funga hiyo ya siku moja siku ya Arafa inatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba funga hiyo ni yenye kufuta madhambi ya mwaka uliopita uliyopita, wa sanata allati ba'dahu, na mwaka uliokuja baada yake. Maana funga ya siku subhanahu wataala anakusamehe madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka uliokuja baada yake. Fadhlun adhim ni fadhila zilizokuwa kubwa. Lau fadhila hizi zingekutana na sikio lenye kusikia maamrisho ya Rasul sallallahu alayhi wasallam Ayuha lmuslimun wa aidan alsadaqa wa qiraat lquran, sadaqa na kusoma Qurani. Watu wakithirishe kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, wawasaidie maskini. Hivyo hivyo, vingi katika hivi vituo vyetu vina harakati mbalimbali, harakati ambazo watu ambao wanatakiwa wazibebe, hasa harakati hizo ni waislamu ambao wanazunguka maeneo hayo. Kifirisheni kutoa toweni, kuunga mkono harakati hizo, ili zilete matunda katika jamii zetu, na sisi itakuwa tumejiwekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika hana mwanadamu mali iliyokuwa ya kwake kwa hakika, isipokuwa ile aliyoitanguliza kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na kama mali anayo mikononi mwake, basi hiyo si ya kwake kwa hakika, hiyo ni ya warithi wake, kwa sababu mauti unakuja kwa ghafla. Mauti unakuja kwa ghafla, unaondoka na hizo mali wanazitumia watu wengine tena kwa matumizi ambayo pengine wewe huku yatarajia matumizi hayo, na pengine wakakupa mzigo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wachache ambao Allah anawapa taufik, wanakumbuka kuwakumbuka wale ambao wamewaachia mali hizo, pengine wakatoa sadakatun jaria kwa ajili yao na vinginevyo. Ndugu yangu Muislamu, Tumia kile ulichokuwa nacho kwa ajili ya kujiwekea mapema mbele ya Allah subhanahu wa taala, kwani haufahamu. Je, ni leo ama kesho, mwaka huu au mwakani, utaenda kwa mola wako subhanahu wa taala. Na kile ulichokitanguliza ndicho utakachokikuta huko, wala si kile ambacho umekiacha hapa duniani. Hiki cha duniani kinaweza kikakufuata ama kisikufuate huko, Bimaana wanaweza wakakitumia vizuri ama wasikitumie vizuri. Ndugu zangu katika imani, fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda waja wake wenye kufanya matendo yaliyokuwa mema na wanayafanya matendo hayo kwa ikhlas, wanayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala si kwa ajili ya soma wasikike, kwamba wamefanya, si kwa ajili ya riaa, waonekane kuwa wamefanya, bali wanafanya matendo hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba hayo yote ambayo tumehusiana tuyafanye katika siku hizi hizi siku kumi za kwanza za mwezi wa Dhul-Hijjah ama katika masiku mingine, jambo muhimu la kuzingatia ni ikhlas. Tufanye lillahi azza wajal, tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale watakaofanya hayo matendo yanayomridhisha Allah lillahi azza wa jalla, basi hao Allah atawanyanyua daraja na atawajalia wa wao kuwa ni katika wale